Na kwingineko vyombo vya habari na wanahabari tumehimizwa kukumbatia mabadiliko ibuka katika sekta ya uanahabari, ili kuendelea kuwa na ushawishi. Watu mashuhuri waliozuru shirika la utangazaji humu nchini, KBC, kama sehemu ya maadhimisho ya Wiki ya Redio, walikariri umuhimu wa matumizi ya akili unde almaarufu 'AI', katika kupiga jeki juhudi za binadamu katika utangazaji. Kwa siku tatu sasa shirika la utangazaji KBC limefungua milango yake kwa wananchi na hata wanafunzi, huku likiandaa maonyesho kuhusu ukuaji wa redio. Wakiwa wanavalia mtindo tofauti ya mavazi kila siku kusherekea wiki hiyo, wanahabari wa KBC hii leo walijikwatua na jezi za michezo. Burudani pia ilisheheni na kisha fursa ya kipekee wakati waigizaji wa kipindi maarufu cha Vitimbi walipofika kwenye jukwaa. Anachokwa mpira pale mt mwenyewe Agnes, tunaona pale Agnes anamrusia tpm, tpm anaitwa Ndetei, Ndetei anarusa nje, nje imechukuliwa na bwana Maina, Maina sasa ni Edita, Edita mwenyewe anagonga. Walizungumza mmoja baada ya mwingine, wakiangazia umuhimu wa redio katika jamii. Radio is still the

Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji la KBC, Agnes Kaleche, alielezea umuhimu wa akili unde katika sekta ya wanahabari.

Shughuli hizi zinatarajiwa kuendelea hadi siku ya Ijumaa wakati ambapo siku ya redio duniani itakuwa inaadhimishwa. Nancy Okware ni nikiripotia Darubini kutoka katika makao makuu ya KBC Nairobi.